DJ Chini nikaribishie sasa wale wa ndewa walete hapa pambele mwenyekiti na kamati yako karibuni twende twende sasa mwenyekiti Asante DJ. Nitaomba sasa kwa heshima na taadhima maarusu watu wawili Mr. Mrs. Bakari. Naomba mtamkabidhi mwenyekiti hiyo zawadi ya keki. Mwenyekiti tafadhali pokea kwa niaba ya kamati. Makofi na vigelegele tafadhali. Haya, asante. Asante, asante, asante, asante sana DJ. Asante DJ Chidi. Basi mama, Mungu akubariki. Sasa njoo dada, njoo, njoo, njoo, njoo dada njoo. Njoo. Wewe ndo umebarikiwa kuliko wanawake wote jioni ya leo. Naomba nenda na hiyo keki. Ewa, nenda tu nyumbani sasa.